Tukielekea huko mkoani Kilimanjaro, tunafahamishwa kwamba wanawake wawili wanaodhaniwa kuwa ni washirikina wamekutwa wakiwa watupu, bila nguo, alfajiri ya Machi 15 mwaka 2025 katika madhabahu ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania kkkt Dayosisi ya Kaskazini, Jimbo la Hai, Usharika wa Nkwarungo, Machame Kaskazini, wilayani Hai, mkoani Kilimanjaro, kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi. Tukio hilo limezua taharuki kubwa wilayani humo, ambapo wanawake hao walikamatwa na kuzungukwa na wananchi. Baada ya kuhojiwa, walidai kuwa walitumwa kwenda kuchukua ulimi wa mwanamke mmoja aliyezikwa hivi karibuni katika makaburi ya usharika huo. Akizungumza katika eneo la tukio, msaidizi wa mkuu wa kituo cha polisi Boma Ng'ombe, ASP Daudi Kimashi amethibitisha kuwakamata wanawake hao na kusema kuwa wanashikiliwa na jeshi hilo kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Tukishindwa kwa njia za kibinadamu, tutawapeleka hata kwenye maombi. Uwepo wao hapa ni kosa kisheria, kwa hiyo tutawauliza wametokeaje hapa, amesema Kimashi. Akizungumza na waandishi wa habari, mwinjilisti wa ushirika wa Nkwarungo Jeremia Nkya amesema wanawake hao walinaswa na walinzi wa usharika huo wakiwa na mabunda ya vitu visivyoeleweka ambavyo walinzi waliamua kuvichoma moto. Tulipofika tulimwona bibi mmoja akiwa na mwingine wa makamu asiyeongea, walikuwa wamevaa mahirizi kuanzia shingoni hadi kiunoni, walinzi waliamua kuvichoma, amesema Nkya. Ameeleza kuwa baada ya taarifa za tukio hilo kusambaa, waumini na wakazi wa eneo hilo walianza kukusanyika kwa hasira, wakitaka kuwachoma moto, lakini hatua za haraka zilichukuliwa kwa kuwaita polisi ili kuwaokoa. Naye mzee wa usharika wa Nkwarungo, Nelson Muro, amesema mmoja wa watumiwa hao alidai kuwa walitumwa kuchukua ulimi wa mwanamke mwenye umri takribani miaka arobaini aliyefariki hivi karibuni na kuziko katika makaburi ya usharika huo walivyokamatwa walisema waliletwa na mtu fulani wanayemuita Warindo ili watekeleze kazi hiyo. Hata hivyo, walinzi waliwahisi mapema na kuwakamata kabla ya kufanikisha madhumuni yao, amesema Muro. Ameongeza kuwa mtuhumiwa mmoja alikuwa haongei kabisa huku mwingine akizungumza kwa kilugha kiasi cha kutofahamika vizuri. Mwenyekiti wa kijiji cha Traili Mboya amesema kuwa alipofika eneo la tukio alikuta wanawake hao wakiwa wamewekwa chini na walikuwa tayari wamepewa mavazi ya kufunika miili yao kwa kuwa walikuwa utupu kabisa. Tulielezwa kuwa walikuwa hawajavaa nguo za ndani isipokuwa mahirizi na mavazi yaliyochafuka. Kwa mujibu wa taratibu, tulihakikisha wanahifadhiwa kwa heshima kabla polisi kuwachukua, amesema Mboya.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 Wachungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.